Karibu sana kwenye uzinduzi wa mashindano ya Nyangasi Ndondo Cup, mashindano ya mpira wa miguu ambayo yanafanyika kwenye viwanja vya Madomi ya stadium. Kama ambavyo tulikuwa tukitaarifiana kila siku kupitia Shalo TV kwamba tutakuletea mubashara mashindano ya mpira wa miguu ya Nyangasi Ndondo Cup yanayopigwa kwenye viwanja vya Madomi ya stadium, na leo ndio siku ya uzinduzi wa mashindano haya kwenye viwanja hivi vya Madomi ya stadium. Kama unavyoona maandalizi yamekamilika, uwanja unaendelea kutapika sana, na leo kwenye mashindano haya ni uzinduzi wa mashindano rasmi na mechi hapa ni kati ya Chapakazi FC pamoja na majitoleo kutokea kwenye kisiwa cha Kamasi. Brother, mambo vipi? Mambo poa. Karibu sana Shalo TV. Asante. Watazamaji wangu wangependa kukufahamu kwa majina lakini pia wangependa kusikia radha kidogo ya namna ambavyo tutakuwa tukipata matangazo moja kwa moja kutoka kwako. Majina yangu naitwa Baraka Misana Kalunga, Super Control Kilo Finest, wengi wakipenda kuniita mpenja wananifananisha hivyo. Wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa mashabiki na watazamaji wa mtanange hapa mechi ya ufunguzi kati ya majitoleo kutoka kisiwani Kamasi dhidi ya mabingwa watetezi Chapakazi. Hao wanatoka kisiwani gana kama nilivyokueleza hapo awali. Jina langu ni Ukelewe Finest Baraka Misana ni Kalunga, karibu sana nikualike kwenye matangazo ya moja kwa moja mtanange huu bali moja, na tayari vijana wa timu zote mbili wamekwisha karibishwa na mwamuzi pale katikati ya uwanja nyeupe, ikiwa imetulia kijani, imetawala uwanja, umepambwa katika rangi mbili ya ngavu, yani blue pamoja na nyeusi. Mashabiki wametulia kusubiri kuona kilicho kitakwenda kufanyika kunakosha

Nicheza uzuri kabisa, pepezwalime wanja kuna legueka Vedastos, mashauri Konstantini, chikokoti nagonga mtambaa wa panya, mpira unakwenda nje. Nikona, asante sana sisi tunakushukuru sana Baraka Mpencha, kwenye ardhi ya kamasi wanakutambua hivyo, na hii ni Shalo TV. Karibu sana, endelea kufuatana nasi kwenye matangazo ya moja kwa moja. Mbele yangu niko naye captain wa kikosi cha chapa kazi fc atatueleza hapa mipango yao ikoje kuelekea kwenye, kwenye mechi husika. Braza, habari? Salama, kwema. Mambo ya kwema. Mambo yanasemaje kabisa? Mmejiandaa vipi na mchezo? Ah, tumejiandaa vizuri sana na hii mechi ya leo, kwa hiyo kikubwa tumekuja kupambana kufungua hii ligi. Unataka matokeo? Najua kamasi ni wazuri hata sisi ni wazuri, tunawaheshimu, lakini plani za kocha, tukiwa leo tupate matokeo yoyote yale, kubwa ni pointi tatu muhimu ambazo tumekuja kuzitafuta siku ya leo. Natamani kupata matokeo yoyote, unataka kuniambia, hata matokeo ya draw kwenu yatakuwa yana faida kiasi gani? Plani za kocha alivyotushauri, takiwa leo tupate pointi tatu kwa ushindi. Kwetu ni lazima leo, lazima tushinde kwa hii mechi ya ufunguzi kwao. Tuko tayari kabisa kwenda kushinda, tunaenda kupambana tushinde mechi hii na lazima tunashinda hii mechi leo. Kocha wa chapakazi FC Mambo vipi? Mambo fresh. Mimi nakukumbuka sana tulikuja kufanya mahojiano hapa na wewe siku za nyuma, na ulitamba ukasema wewe utahakikisha ng'ombe mnyama anabaki hapa, na leo umepewa majitoleo kwenye kufungua mechi. maandalizi yako je, kocha? Ah, maandalizi yako vizuri na mshukuru Mwenyezi Mungu atujalie, kimbinu ki kila kitu kiko vizuri, kwa hiyo mimi naamini kwamba mechi hii itakuwa nzuri sana, mchezo mpira wa miguu na matokeo ya aina ya tatu, maana yake kushinda, kushindwa ama kutoa draw, kati ya hayo matokeo Matarajio yako ni kupata matokeo aina gani kwenye mchezo husika? Ah, mimi matokeo yangu ni ya kushinda, haya mengine yakitokea ni bahati mbaya. Mbele yangu hapa niko na shabiki kina kinaki kabisa, wachapa kazi FC Brada, mambo vipi? Ah, si salama kabisa. mambo yanasemaje? gi kabisa. wewe ni shabiki wa chapakazi FC? Ndiyo, mimi shabiki wa chapakazi FC. mmejiandaa na ushindi ama mnafanya nini, hiki mnachofanya ni maigizo? tumejiandaa na ushindi, sio maigizo Ndiyo? Tio, tio, tio, point tatu muhimu, lazima ziende chapakazi. uhakika ni muhimu kabisa, na zaidi ya hizo tatu. unawaambia nini wale ambao hawajafika ya kushuhudia michezo kwenye uwanja huu wa Madio Stadium kwenye mashindano ya Nyangasi Ndondo Cup? Anapenda kuambia kwamba yani, cha msingi wajali muda, wazingatie muda, isiwaje shuhudie kitu ambacho kijaonekana duniani ulimwenguni kote. Mbele yangu niko naye afande ambaye atahakikisha ulinzi ukiwa unakwenda vizuri. Tunatamani utuambie sasa, usalama kwenye eneo hili kwa watu wanaokuja kutizama mechi pamoja na wafanyabiashara ukoje? Eh, ndugu mtangazaji, naombeni kuwatangazia washabiki wote wa Kiyote, hii ndondo kwamba swala la ulinzi tumejizatiti na hakuna mtu yeyote atakayesubutu kufanya vurugu katika ndondo hii. Ni mashindano ambayo yako kisheria, kwa hiyo nawaombeni, washabiki tuwe watulivu, tuangalie ndondo katika utulivu, ili mradi tujue ushindi nani atachukua ushindi mbele yangu niko naye mwenyekiti wa kijiji cha Kamasi, ambako mashindano ya mpira wa michezo wa miguu ya Nyangasi Ndondo Cup yanafanyika ndani ya kijiji chake. Tungependa kufahamu angalau machache kutoka kwake kuelekea kwa kwenye mashindano haya, lakini kuelekea kwenye mchezo husika. Tumekita mwenyekiti, habari ya muda huu? Salama, karibu kabisa, karibu kwenye moja na moja kwa moja na Sharo TV kuelekea kwenye mashindano haya Nyangasi Ndondo Cup. Tunatamani kufahamu usalama kwenye eneo hili la kisiwa cha Gana ukoje na kijiji cha Kamasi kwa ujumla kuelekea kwenye, kwenye mashindano kwanza niseme kwanza, nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwezesha kutufikisha siku ya leo. Niseme kwamba ma, mashindano haya yamefuata taratibu zote za kisheria, ikiwemo vibali kutoka mamlaka husika, na pia hata sisi serikali ya kijiji tumewapa baraka zetu ili mashindano haya yaweze kufanyika. Kwa hiyo na imani kila kitu kiko sawa na kitakwenda sawa. Mwenyekiti, anapokuja kwenye eneo lako hili wafanyabiashara wa eneo hili wananufaika vipi na mashindano haya kwenye maeneo haya ya gana? Eh, mara zote mashindano haya yanapokuwa yanafanyika mazingira haya, biashara inachangamka, kwa sababu kuna kuwa na mwingiliano wa watu kutoka maeneo mbalimbali. Ikumbuke kama mashindano haya yanajumuisha timu kutoka maeneo mbalimbali tofauti na eneo hili, kwa hiyo lazima watu lazima waje No kwa biashara, kwa ajili ya kushuhudia mashindano haya. Hiyo ni fursa kwa wafanyabiashara kuhakikisha kwamba sasa wanaitumia vizuri kuweza kufanya biashara zao. Maandalizi yakoje, katibu, kuelekea kwenye mchezo husika wa leo, lakini pia kuelekea kwenye mashindano, kwa maana ya mipango ya baadaye, ukiachana na mipango mifupi ya leo, kwa maana ya mchezo husika? Ah, mipango iko vizuri, kwa sababu ukiangalia uwanja wenyewe unauona, tumerekebisha kwa kiasi kikubwa, lakini mipango inaendelea ni kwamba leo ni ufunguzi, lakini mipango itakuwa inazidi kurekebishwa kila siku kunapokucha na kila mechi inayokuja mambo yatakuwa yanaendelea vizuri. Kiongozi, kwa sababu wewe ni katibu wa mashindano, tunatamani kujua zaidi swala la usalama wa wananchi kwenye eneo hili, hasa mashabiki ambao wanaingia ndani ya uwanja kwa ajili ya kushuhudia mechi, lakini pia e, usalama wa nje eneo hili unakuwaje kipindi chote cha mashindano? Usalama usiwe na wasiwasi, usalama tumejipanga na tuna kamati ya ulinzi, kila kitu kiko vizuri. Na ukiangalia sisi asilimia kubwa wa Tanzania hatuna zile fujofujo fujo. Tunapenda mpira na tuna, watu wanakuja kushuhudia mpira. Kwa hiyo kuhusu usalama ndani ya uwanja na nje ya uwanja mambo yako vizuri kabisa, hakuna wasiwasi yoyote, watu wataenjoy mpira. Kocha, habari za wakati huu? Salama. Kocha, mmekuja mkiwa mmechelewa sana, manake mmekuja nje ya muda, lini changamoto ile wapata njani mpaka mkafika muda huu? Changamoto ni usafiri, boti ni zima ghafla, kwa hiyo tukawa tumechelewa kime, kufuatana na changamoto ya usafiri, mmejiandaa vipi sasa kwenye mchezo huu, matokeo ni matatu tu, kupata au kukosa. Kipi sasa mtakachokitumia, tekniki zako ulizoziandaa kwa ajili ya mchezo huu? Uh, Chapakazi tunawafahamu, ni timu nzuri, imewahi kuchukua gomba hapa, ila tumekuja kwa ajili ya kushindi tu, tumekuja kimbinu zaidi

Nyangasi Ndondo Cup umemalizika katika viwanja hivi vya Madomi ya Stadium na timu ya Chapakazi FC ikiibuka akidedea goli pekee ambalo limefungwa na mchezaji Jackson Mlama katika mchezo huu wa utangulizi. Katika mechi hii ya utangulizi, timu ya Chapakazi imeibuka na ushindi wa pointi tatu katika uwanja huu, Majizara FC kutoka kamasi wakipoteza mchezo, na kwenda kufanya mahojiano na wachezaji wa timu zote mbili, watueleze changamoto ilikuwa vipi kwenye mchezo huu. Rasa, habari za muda huu? Salama kabisa, kwema Mchezo umekwendaje? Mchezo umekwenda vizuri, matokeo yamepatikana kama ambavyo kwa tunayohitaji sisi wenyewe. unafikiri mli wazidi wapi sasa wachezaji wa Majitoleo FC mpaka nyinyi mkapata nafasi ya kufunga lile goli la kwanza? Ah, nadhani ni sehemu ya mchezo ambao tuliahidiana, nafasi moja ukipata tunaitumia, na nadhani tumetumia nafasi moja na ndio tuliyopata wa mchezo mzima, tumetumia nafasi moja na tumepata matokeo kwenye mechi ya leo. Licha ya kwamba mmepata matokeo kwenye mchezo aleo, wa leo lakini mlionekana kuzidiwa nguvu katika kipindi cha pili, kipi kilisababisha sasa kufikia kwenye hatua hiyo. Ah, timu ikishapoteza lazima na morali ya kutafuta goli, maana Majitoleo baada ya kupoteza goli moja wakaamua kuja kutafuta goli, ila bahati mbaya hawajafanikisha kufunga goli. Eh, Tunakushukuru sana, asante sana. Timu ya Majitoleo FC imepoteza kwenye uwanja huu wa Madome Stadium kwa kupoteza kwa goli moja. Mchezaji, habari za wakati huu. ah safi kabisa. imepoteza kwenye hatua za mapema kabisa, mnaacha pointi tatu kwenye uwanja huu wa Madome Stadium. Kipi kimewasababisha kupoteza katika mchezo wa leo? Ni kweli ndugu mtangazaji, ila mpira ndio hivyo, inabidi ukubali matokeo. Kwa kweli tumepambana kadiri ya uwezo wetu, ila matokeo ndio hayo yametokea, basi tunabidi tukubaliane nayo. Tutajipanga kwenye mechi ijayo. Changamoto ya usafiri wenda mlioipata ndio imewasababisha kuja na pressure kusababisha mkapoteza mchezo wa leo? Hapana, ila alichangia, sema tu wachezaji atakuwa kwenye confidence nzuri, ndio maana wenzetu wametumia hii nafasi, ukiangalia hata wamepata kunanili nafasi moja, ndio walioitumia Kwa hiyo ni jambo tu la kwenda kujipanga na kumwambia mwalimu aweze kulifanyia kazi, tuendelee na game ijayo. karibu sana kwenye moja na Shalo TV. Lada, shabiki wa timu gani? Chapa kazi habari hapo. Ya shabiki wa Chapakazi, unaufurahia ushindi wa leo mlioupata? Ah, ushindi wa leo mlioupata tumeupata vizuri, japokuwa mpira ulikuwa mgumu sana katika upande wetu Chapakazi. Unafikiri mmewazidi wapi sasa kimbinu wenzenu wa majizo leo? <laughs> wageni timu timu mgeni kamasi ni ya, ya zamani kwa sababu tumewazidi kwenye mpira, kwenye mashuti tumewazidi kila kona. Tunakushukuru sana. Hii ni Shalo TV na tumekuletea mahojiano moja kwa moja na mashabiki wa timu ya Chapakazi FC ambao wameibuka washindi kwenye mchezo wa leo. Ulikuwa mchambuzi wa mechi hii ya leo, unafikiri majitoleo wamezidiwa wapi mpaka wakapoteza mechi kwa siku ya leo? Ah, mimi tukubaliane kwamba katika michuano zishiwpagana hii Ndondo Cup kwa kweli, na ushirikiano mzuri, fursa kwa watu wengi kuapagana. Lakini majitoleo wamecheza mpira mzuri, lakini surprise ambao Chapakazi wamekuja nayo, nafikiri kwani surprise kwa mashabiki wao. Ubingwa ambao waliochukua Chapakazi, wanakwenda kuandika pointi tatu kwa siku ya leo, kumaanisha kwamba wana maintain kukaa kwenye nafasi ya kwanza. Mimi ni Dennis Kasaza William, nyuma ya kamera Felix Msita, na hii ni Shalo TV.